Wito huo umetolewa na viongozi wa taasisi isiyo ya kiserikali Godsmile Tanzania, walipofanya ziara ya kuwafariji na kuwapa huduma watoto wenye ulemavu katika kliniki ya Utengamao iliyopo Iwindi, jijini Mbeya. Napenda kuambia jamii kwa ujumla waweze, pale unapokuwa unaweza kufanya kitu katika jamii na tunaomba uweze kuwasaidia wale wahitaji. Kuna watu ambao wana, wana, wanapata shida mbalimbali mbali, wana magonjwa hawajiwezi na kuna watu pia ambao wana, wana, wana, wana uwezo wa kuwasaidia kwao. Naweza kuiasa jamii waje kuwatazama hawa watu kupitia wao na nawe, wenyewe waweze kufanya kupata huduma, kwa sababu na wenyewe ni watu kama watu kama watu wengine. Kwa kupitia hizo shida nazo zopata, sio kwamba wamependa, hapana. tumefika hapa kufanya hii ibada, hii ni ibada kamili kwa sababu Biblia imetuambia kwamba ibada iliyo kamili ni ile ya kwenda kuwajali yatima, wajane na watu wote wanaishi kwenye mazingira magumu. Kwa hiyo tumekuja hapa, hii ni moja ya ibada ambayo tumeifanya, lakini pia tumetimiza, ni moja ya matendo ya huruma. Baadhi ya wanachama wa taasisi hiyo wameeleza kuguswa na hali ya watoto waliowatembelea, wakisema kuwa jamii inapaswa kushirikiana na kuwajali watu wenye mahitaji maalum kama sehemu ya jamii yenye upendo na mshikamano. Kitu cha kwanza najisikia vizuri, lakini pia namshukuru Mungu kwa sababu kwa njia yake yeye ndiyo tunaweza kufanya haya mambo yote. Kimsingi zaidi mimi ningependa kuwakaribisha lakini pia ningependa kuhamasisha vijana wenzangu wao e, wanakuja wa, wa kuwaona watu wenye mahitaji, kwa sababu e, kuna baraka nyingi. Nimejisikia vizuri na kuna mambo mengi nimejifunza, kwamba kuna watu wanapitia shida nyingi. Kupitia hii tukio tulifanya leo, naomba kama kuna watu wengine ambao wanawiwa kuja, kwa sababu wenye uhitaji ni wengi. Mm, kusema kweli najisikia vizuri kwa sababu tumeona watoto wengi na changamoto zao mbalimbali tumeweza kuwapatia kile kidogo ambacho tulikuwa tumejiandaa. Kwa upande wake, mkurugenzi wa kliniki hiyo, Helman Mwongi, ameitaka jamii kuacha kabisa tabia ya kuwaficha watoto wenye ulemavu, kwani nao wana haki ya kupata huduma bora na kushiriki kikamilifu katika maisha ya kila siku kama binadamu wengine. Tuo yetu ina watoto zaidi ya e, mia mbili tunawahudumia hapa kiafya na watoto wanakuja na shida mbalimbali mbali ya viungo na akili. Tunashukuru Mungu kwa zawadi ya hawa watoto. Wazazi ambao wana watoto wana shida mbalimbali kama hawa watoto, wasiwafiche hawa watoto. Ni wanadamu, wanahitaji heshima na upendo yetu. Mimi ni mzazi wa watoto wenye mahitaji maalum hapa, alafu ni mwenyekiti wa kina mama Kweli namshukuru sana Mwenyezi Mungu, nimepata faraja ambayo ndani ya moyo wangu imeniingia sana na nimenipa nguvu ya kuwalaa. Kumbe hata mimi ninathaminiwa na jamii, hata watu wanatambua uwepo wa watoto wetu, kusema hata wao wanathaminiwa katika jamii yetu. Nikiripoti kutoka hapa mkoani Mbeya, mimi ni Samwel Mpogole.